Habari za mchana, ndugu zangu waandishi wa habari. Kwanza nimefurahi sana, nimefurahi sana sikia kaka yao Karimu Boimanda akizungumza vizuri kwamba timu wenyeji ikishirikiana bodi ya ligi, hayo ndo maneno kaka, eh timu mwenyeji ikishirikiana na bodi ya ligi kulipika hili jambo la tarehe 25. Jukumu langu la kwanza ambalo limepewa hapa ni kutangaza viingilio ehe, vya mchezo huu wa Kariakoo Derby siku ya Jumatano. Tiketi za VIP A ambazo zilikuwa zinauzwa shilingi elfu hamsini hizi zimeshamalizika ehe, hazipo tena kwenye system. Tiketi za VIP B ambazo kiongozi hapa kutoka NCAD alitujulisha awali kwamba zimebaki chache, hizi zinapatikana kwa shilingi 1030. Tiketi za VIPC ni shilingi 1020, na jukwaa la machungwa au kwa watu waliopanda mabasi ya njano wanaita jukwaa la Orange, lile ni shilingi 1010, alafu mzunguko ni shilingi 1050. Kwa tafsiri yake, tiketi zilizobakia za VIP B, VIP C, Orange na mzunguko, kuna haja ya kurudia viingilio hapo kupatikana. Sawa, sawasawa, hiyo safi. Jambo la pili, uh, ni ujumbe ambao limekuja nao kutoka kwa benchi la ufundi, wachezaji, viongozi, wanachama na mashabiki wa klabu yetu kuelekea mchezo wa siku ya Jumatano lakini kama kabla sijajikita hapo, na mimi ningeomba japo kwa dakika mbili tatu nisisitize hili ambalo wenzetu wa NCard wamelizungumza hapa. Tafadhali sana, pasitokee mkanganyiko katika maelekezo haya, kwa sababu maelekezo haya yamejikita kwenye vitu viwili, yaani tujue kutofautisha vitu hivi viwili. Cha kwanza ni watu ambao walikata tiketi Machi nane, alafu ile mechi ikayeyuka Yayo, ile tiketi bado unayo, sindio bwana eh? Ile tiketi bado unayo nyumbani. Utaratibu wa wewe ambao ulikata tiketi Machi nane na ile tiketi bado unayo hata kama ulitumia kwenye mechi nyingine, lakini unayo nyumbani wewe, ikifika Jumatano nenda moja kwa moja uwanjani kapunch taratibu kama kawaida, ingia ndani ile hii ni hatua namba moja kwa mtu ambaye ya ana kadi yake mpaka sasa hivi anatazama live kupitia Azam TV hapa ana kadi yake na alikuwa anajiuliza mimi nikata tiketi Machi nane, sasa inakuwaje? Utaratibu ni kwamba ukiamka asubuhi Jumatano, nenda moja kwa moja uwanjani, utaratibu wa kawaida wa kuingia utautumia, geti lolote jukwaa lokata kapanchi mlangoni, ingia ndani. Utaratibu wa pili ni kwa yule ambaye alikata tiketi sasa kwa sababu zake yeye akapoteza hiyo tiketi, pia na watu ambao hawawezi kutunza vitu wewe ambaye ulipoteza tiketi ya machi nane yani ile kadi ulishindwa kuitunza, huna pochi, huna kabati, huna loloti, bahati mbaya ukaipoteza ile kadi. Sasa wewe ndio utaratibu wa swap unakuhusu. Ileeke vizuri hapo, yani ambaye amepoteza, yani huna hiyo kadi, lakini unakumbuka ulikata. Isitokee watu wakata usumbufu pale, unayojua hujakata, haumo, unakwenda kushupaza mishipa ya shingo, na mimi nilipoteza utaratibu huu tofauti. Mwingine kwa wasumbufu bodi muutafute na shauri, mtu akijua ana uhakika yani kwamba wewe kadi ulikuwa hujakata, maana unajua mlango tuliofungua, au sasa watakuja watu pale kusumbua tu mfumo, mi nilikata nitafute ni, humo sifuri saba sifuri saba huwe na uhakika nayo, ili usitupe mrongo mrefu na watu wakashinda kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo ambao ulipoteza kadi, vituo vimetajwa vya kwenda na siku ya mchezo jinsi gani na bodi ya ligi wanawajali mashabiki wetu. Mmepewa mpaka siku ya mchezo pia utaratibu geti <tose> <tose> A, na geti D, yo, eh ndiyo, yeah. Yale yani mageti mwende pale mtakuta deski maalum mwisho kabisa, mwisho kabisa unajua, deski maalum kama ushaenda kituo cha polisi, kama mimi kuna dawati pale maalum la ustawi, yani kuna watu maalum, ndio wewe ambao umepoteza kadi eh, mmempa heshima huyu mtu. <coughs> Yaani kadi umepoteza na uwepua deski maalum. Bodi ya ligi pe, itupe nini tena, mbona natupenda namna hii jamani, taratibu mzuri. Yani kadi hukutunza mwenyewe, lakini siku ya mechi umewekewa geti eh, dawati maalum na geti maalum. Ukifika pale unatoa taarifa zako, bwana, mimi nilisajili kwa namba hii na hii kadi yangu imepotea. Wanaingia kwenye system, wanaangalia wewe Almasi nani, unapewa chakwako, unaingia ndani. Kwa hiyo hakuna ambaye alikata tiketi Machi nane akaikosa hiyo burudani kwa sababu za bodi au n card au timu mwenyeji. Ziwe sababu zako wewe mwenyewe, lakini kama tiketi ulikata, n card, bodi ya ligi, timu mwenyeji, tumehakikisha tunakuhudumia ipasavyo, uweze kuingia kupata hiyo burudani. Kwa hiyo nikasema nilipitie kidogo hapo, niweke msisitizo na mimi, watu wasiji wakachanganya, kwa mimi nilikuwa na kadi yangu, na wewe ukaamka tena ukaenda makao makuu na kadi unayo. We kama una kadi, tukutane uwanjani. Kama kadi ilipotea, ndio uende kwenye taratibu za kuswap. Hii swap ni kizungu, kiswali chake ni nini? kuchanja eh? kuchanja eti? Swap ni kubadilishana, ni eh, kubadili ya mwanzo kwenda. nani kasema kuchanja huyu? <laughs> <Hello>? saa <laughs> Sa, baada tushamaliza utaratibu wa kuswapu <laughs> Tuje sasa kwenye ujumbe wetu sisi kama Young Africa. Uh, kwa dhati kabisa ndani ya mioyo yetu sisi kama Young African Sports Club kwa dhati kabisa tunafahamu ukubwa, tunafahamu ugumu na tunafahamu umuhimu wa mchezo wa siku ya Jumatano. Tunafahamu ukubwa wakati ya Kodabi, tunafahamu ugumu wa kupata matokeo dhidi ya Simba Sports Club, lakini tunafahamu umuhimu wa hizo point kwenye hatima ya ubingwa wa ligi msimu huu. Inaweza kuonekana imetokea kama zawadi hivi kwa mashabiki wa mpira kuipata Kariako dabi yenye msisimko wa fainali hiyo. E, itokee kwenye ligi nyingine unapata Kariako dabi alafu ina msisimko wa fainali kwamba takaechapika hapo ndio shughuli yake nakuwa imemalizika, lakini bahati nzuri sisi Yanga tuna faida hizi, maka ili tusilisahau <laughs> muhimu sana hizi. Maka nimemwona juzi mtu fulani anaongea kwa masikitiko kweli. Wenzetu najua wanatafuta sare, wanafanyaje? Eh, tulitengeza mazingira ya kupata sare tusaidie, sio mbaya, ni ya kwetu hiyo sare. Sisi Yanga, Mungu ametujalia, tunafika Jumatano, tuna option hizo. Yaani wakati wenzetu wakitafuta endorsement tatu za ubingwa, sisi hata endorsement moja tunachukua uchampioni. Kwa hiyo sisi tunakwenda kwenye hii mechi akili yetu ikituambia kwamba pointi moja au pointi tatu zitamfanya Yanga Afrika awe bingwa. Na tunafahamu wenzetu pointi tatu zitawafanya wao mabingwa. Kwa hiyo mechi mkiangalia vizuri, kwa watu ambao kidogo mmepata shule ya mpira, mtakuwa mmeshaona utamu na ugumu wake ulipo, kishakuwa na mawazo haya kwamba ikiwa hivi, ikiwa hivi, ikiwa hivi, kwa hivi mechi inaongezeka msisimko. Kwa hiyo sisi kama Yanga Afrika tumejipanga kwa hilo jambo. Lakini la pili, uh, sisi upande wa wanachama na mashabiki wa klabu yetu, sisi hii ni mechi yetu, ni mechi yetu kikanuni of course, kama inavyoelekezwa kwenye ratiba ya bodi lakini ni mechi yetu kwa sababu inakwenda kuamua hatima yetu ya kutetea ubingwa wetu NBC msimu huu. Kwa mimi siko hapa, hiyo kazi itaifanya Karim. Kumkaribisha mtu mwingine, namkaribisha mwanayanga, kokote ulipo, njoo kwenye mechi yetu ya ubingwa. Usijisikie uzito, usijisikie unyonge. Shughuli hii ni ya kwetu na wakuifanya ifane ni sisi wenyewe mwanayanga. Tukiweza kuifanya Benjamin Mkapa iwe kijani na njano itakuwa jambo zuri zaidi, yaani tukajaa ule uwanja wote ukawa kijani na njano itakuwa jambo zuri zaidi. koo ni waombe sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga, jitihada tulizozifanya kutoka mzunguko wa kwanza, mechi yetu ya kwanza, hitimisho lake ni Jumatano. Tumefanya jitihada nyingi, tumesafiri umbali mrefu kuifata Yanga kicheza, tumepiga sana kelele kusupport timu yetu, lakini imeonekana bado haijatosha, kwa sababu kuna mchezo mmoja umesalia, na huu mchezo unatuhitaji tena sisi wana Yanga, nguvu zetu, sauti zetu, kwenda Benjamin Mkapa kuwapa morali wachezaji wetu waweze kupambana kwa quality ya timu yetu, kwa uwezo ambao wako nao wachezaji wetu, wakipata support yetu nyuma tukawaonyesha kwa, kwa dhamira ya dhati na vitendo kwamba tumekuja kuwaunga mkono nyie. Mimi naamini panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutaondoka Benjamin Mkapa siku ya Jumatano tukiwa na furaha. Sasa hii furaha tusiitegee majumbani. Uwanja ni watu elfu sitini tu ule, tuje tujae pale vizuri, wanayanga tuisapoti mie tupate matokeo mazuri. Kwa hiyo ni upande wa wanachama ambao nilisema nitakuja kuwakumbusha hapa na nyie. E, waandishi mpate kulifahamu hilo. Upande wa timu kiukweli hata mimi hiyo taarifa sina e, ni siwadanganyi. Timu jana mimi nimefukuzwa Zanzibar, nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu e, mimi kidogo mambo ya kutunza tunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo, jana nimetimuliwa uh, Zanzibar, karibu ni shahidi Ilitimuliwa baada ya mechi tu kuisha bwana, taratibu za wewe na timu zimeishia hapa. Kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari na nyinyi ambao mmekuja hapa ambao mnataka kujua Yanga inarudi lini Dar es Salaam, kiukweli mimi kama msemaji pia sijui. Ninachokijua ni kwamba Yanga itakuwa Benjamin Mkapa tarehe 25. <laughs> Kwenye siku ya mchezo. Hilo mimi naikishia. Taratibu nyingine watafanya hapa mazoezi, watarudi lini, warudi na nini? Kiukweli mwenyewe nimefichwa. Sijui chochote kile, akikishia kwamba kawaambie waandishi, kawaambie na wanachama, tarehe 25 Yanga itakuwa wapi? Benjamin Mkapa. Karibu nimemaliza. Kama kuna swali, <coughs> maswali matatu kwa Ally Kamwe, na tutaomba mwenye swali basi asogee hapa, asogee hapa jirani, ili aweze kusikika vizuri nyumbani. Almasi, kwanza si jambo jepesi kupata ushindi mbele ya Simba, si jambo jepesi. Inaweza kuonekana kawaida kwa sababu Yanga tumeshinda mara nne mfululizo lakini si jambo jepesi, ni jambo gumu. Hata mechi ya mwisho ambayo tulipata ushindi ilibidi wanayanga tumsubiri Kevin Kijili afanye jambo lake. Kama watampanga tena, basi huenda tukawa tuna uhakika wa kupata maka, tunatafuta sare akatufanyia hisani nyingine, akaweka. E, maka ni jambo la maka. Hata mechi ya mwisho tuliangaika sana kushinda ile mechi, hatukuweza kushinda, lakini kwa sababu kuna watu waungwana duniani ambao wanatambua jitihada za watu wakatubariki kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo kama atapangwa yule kijana, never know, tukaenda kutafuta sare ukashangaa pimpi kaeta nje kaeta ndani Kijili akaweka. Kwa hiyo tunasubiri hii sare ikitokea, kama hiyo tutaikataa, tutaipokea. Ila, si jambo jepesi kuwafunga Simba. Ni jambo gumu lakini tunalifanya kwa maandalizi mazito, maandalizi ya umakini mkubwa na ndio maana tunafanikiwa kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo sisi hatuachi kutaja kwamba sare inatupa ubingwa kwa sababu sio dhambi. Kwa hiyo tunajua wenzetu wao watakuja kutafuta tu ushindi, pointi tatu. Sasa sisi hatuwezi kwenda pale kama kuku ambaye amekatwa kichwa. Kwa maana wewe aa, lazima uangalie mechi inaanzia kwenye kupanga, unataka upate nini, unachokipanga ndicho unakwenda ukifanyia kazi. Kwa hiyo mipango yetu inaanzia kwenye kutazama possibility. Matokeo yakiwa hivi inakuwaje, matokeo yakiwa hivi inakuwaje. Kwa hiyo kwenye hii mechi matokeo ya ina mbili ni favor kwa Yanga, matokeo ya kufungwa ni favor kwa mpinzani. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kwenye haya matokeo mawili, aidha sare au tupate matokeo mazuri inshallah.